Kujishia wenyewe, si muende, muache watu wa watu waomboleze kwa amani, si ndio? Wacheni watu waomboleze kwa, wacheni let them grieve in peace. Wacheni watu makanisa yao wasome kwa amani. Let me tell you, mimi nasemanga, anywhere mchungaji amevaa kola, anywhere mchungaji amesimama akainua mkono kuomba hapo ni mahali patakatifu. Wachana na hiyo place, si ndio? Kama unataka kufanya siasa, kama unataka kwenda kuomba kura, kama unataka kuongelesha Wanakirinyaga, tafuta ile siku watu hawako job, saa nane uende uwaite kama hapa, uambie ile unataka alafu uambie kile unawaletea, na uambie your vision, alafu uende, ama namna gani? Enough quality sit we have made sure kuna enough quality seed mbegu ambayo inaweza kustahimili kila aina ya weather, si ndio? Sasa mtu akienda mahali yako na afanye ile kazi amepewa, ni vibaya.